Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pitapita pita za kwangu. Ni kupitapita tu, au sio? Mi hapa ni V double mkipenda Victor Mado Mandala. Naam, nikafikia katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nianzie eneo la kilibon kule Nandi. Kilibon kule Nandi eh, kuna ajabu ya buda mmoja wa hapa kuoza binti yake usiku. Buda unaoza binti yako usiku? Naam, ilikuwaje? Eh, kulikuwa ni kicheko kwenye boma moja la hapo Polo alipotakiwa kuomba msamaha kwa kumtorosha binti ya familia usiku. Wewe unachukuaje binti ya usiku? usiku. Kwa hivyo ilibidi alipishwe fine, jamaa inabidi alipe fine eh. <tuhi> Acha mambo ya usiku bwana, tufanye mambo kwa mwanga. Naam, ni kwenye pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM. Wapo wajiunga nasi for the first time, akisha kwamba number one, umeweza kusubscribe chini ya video hii, ukiambiwa eh, okay, Mdua sign in sign in na jina la account yako, copy the link and share, naweke weka comment yako pale, na bwana akutende wema. Naam. Nikitoka eneo la Kilibon kule Nandi nikavuka moja kwa moja hadi Mtwapa mjini. Mtwapa mjini kuna polo moja ambayo basi yasemekana kwa polo moja Eh, hapa anajuta akisema, anateseka kisaikolojia kutokana na usaliti wa aliyekuwa mpenzi wake kidosho, eh, kidosho maarufu kwenye eh, mitandao ya kijamii kijana huyo alisema aligundua selebu huyo alikuwa akimsaliti na, wanum, na wanaume kadhaa matajiri, licha ya kumsaidia katika safari yake ya umaarufu yaani, amemsaidia sasa hizi ni celeb, kwa sababu amemsaidia, alafu ndio huyo anamsaliti tu na, na, na wengine kwa sababu ya pesa Surely. Haya, mwanaume wanaume hupitia mambo eh. Na mkitafakari juu ya hayo, ya wapi kule? Mtapa mjini, nikavuka mpaka Malindi mjini. Malindi mjini kuna de mmoja apanga kuhepa jombi ambaye anapenda wamama, yaani jamaa huyu amefika tu bahali, anapenda wamama, yaani hawezi tulia Ikifika mahali ugundue mtu wa kwako ana tabia kama hiyo, utafanyaje? Mrembo mmoja wa hapa amezua gumzo baada ya kufichua kuwa amepoteza imani kwa mpenzi wake alipogundua ana tabia ya kupenda wanawake wakubwa kiumri kumliko. Yaani, yani, yee, yani anapenda tu watu ambao wanamzidi kwa umri, pendi watu wa umri, umri wake. Hey, hey, okay, haya Mm, sijui alijuaje, ni amafanya research akagundua. Naam, nikisoka kutoka kule basi nikavuka mpaka Nakuru mjini, Nakuru mjini eh, kivumbi ofisini, vipusa wakipigania bosi wao. Naam, wafanyikazi wa hapa wa kampuni moja walicheka na wakati walicheka na wakati huo huo kushtuka, ki, kushtuka kwa kisa kimoja, vipusa wawili wakipigania mtu ambaye ni bosi wao. Vipusa yaani, mnafika mahali mnapigana kwa sababu ya bosi wenu, kila mmoja anasema ni wangu, ni wangu, ni ni wangu na hata nyote labda hakuna mmoja ambaye bosi anapenda. Ni ni kazi, watu tufichape, ni kazi tufanya kazi, watu tufanya. Wacha mambo hii, mambo peleka urafiki kwenye ofisi. Na nikimalizia, basi nimalizie eneo la Nyali Mombasa. Nyali Mombasa, kuna mrembo mmoja wa hapa ameibua maswali mazito mtandaoni. Kivipi? Eh, kuna mrembo mmoja wa hapa ameibua maswali mazito mtandaoni baada ya kufichua kuwa alipata dawa za kuongeza nguvu za kiume chumbani kwa mpenzi wake licha ya wao kutofanya mapenzi mara kwa mara. Yaani yeye anafika mahali ushaiona watu ambao wanasema mimi nishapata dawa. Mboni je, haifanya kazi kwako? Wewe nani? Wewe kwani wewe ni mtafiti? Hawa ndio wanavukunywanga vitu alafu wanakufa. Wanakufa huko nyumbani unapata mfu huko. Wacha za ovyo. Hey, eh. Anyway, ni watu wa pwani. Sema kitu na si watu wa pwani eh? Lakini basi hapa ni video bwana, mkipenda Victor Mandala kwenye Pitapita za Kwangu. Basi hapo ndio namalizia kwa siku hii ya leo. Tupatane tena pana majaliwa. Mwenyezi Mungu hakikisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe, chini hapa kuna neno subscribe. Click on neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share na weke comment yako pale, na Bwana akutende wema. VMM kwenye Pitapita Peter za Kwangu, subscribe pale, bye bye. God bless you. See you next time. Subscribe.